Cha kwanza kabisa huwezi kushiriki mnada wa Benki Kuu kama hauna kitu kinaitwa BOT CDS account. BOT CDS account ndio akaunti yako ambayo inakuruhusu au inakuwezesha wewe kufanyaje? Kuweza kufanya uwekezaji wako kwenye hati fungani za serikali. Sasa ili uweze kupata hiyo BOT CDS account yako, kitu cha kwanza ambacho unapaswa kukifanya ni kujaza fomu ya kuweza kufunguliwa akaunti. tunaita ni C form. KYC form ina taarifa chache ambazo ni za muhimu ambazo unapaswa kuwa nazo, ambao ni majina yako kamili, akaunti yako ya benki uh, tin namba yako, namba yako ya simu na address yako. Kitu cha muhimu cha kuzingatia, vielezo ambavyo tunavihitaji ili uweze kufungua akaunti hii ya benki kuu: cha kwanza, lazima uwe na kitambulisho cha NIDA, hiyo ni lazima. Cha pili, lazima uwe na tin number, hiyo ni lazima. Na cha tatu, uwe na picha moja ya passport size, hiyo ni lazima. Na kingine majina ambayo yanatokea kwenye akaunti yako ya benki na kitambulisho cha NIDA ndiyo ambayo yatatumika uh, kuweza kufunguliwa akaunti ya BOT. Kwa hiyo utapeleka taarifa kwa broker ambao ni sisi Solomon Stock Brokers, utajaza taarifa zako zote uh, tutakufungulia akaunti yako ya BOT. Tunasema akaunti ya BOT inatoka kuanzia siku moja mpaka siku tatu za kazi, maximum ni siku tatu za kazi, lakini kuanzia siku moja, maximum siku tatu za kazi, akaunti yako inakuwa iko tayari. Kwa hiyo tunawaomba wawekezaji, jamani, ufungue ya akaunti yako ya benki kuu at least siku tatu kabla ya kushiriki mnada, siku tatu kabla ya kushiriki mnada. Kumekuwa na tendency watu wanaamka asubuhi siku ya mnada na kuambia namba nishiriki mnada na akaunti hana, umfungulie siku hiyo hiyo, ni kitu ambacho akiwezekaniki na ni kigumu tunawashauri at least siku tatu nyuma kabla ya kushiriki mnada huo, umeweza kuomba kufunguliwa account. Ukishafunguliwa account, utajaza fomu inaitwa bid application form. Hii bid application form inakuwa ile zote kama tulivyoonyesha pale mwanzo ya kuweza kushiriki mnada. Utashiriki mnada, matokeo yakitoka, tutakujulisha. Kama utakuwa unadeposit hela kabla, utadeposit hela kwa ajili ya kufanya settlement. Settlement ya bondi ni T plus 1 T plus 1 trading date Plus, one working day kwamba mnada siku ya Jumatano ndio trading date, Alhamisi ni settlement. we are not expecting kwamba siku ya Alhamisi ndio tuanze kukimbizana sasa kuanza kufanya settlement ya fund. Ndugu zangu, at least uweke uweke hela siku ya mnada, au asubuhi na mapema siku ya settlement ya, ya mnada. Kwa hiyo hilo ni la muhimu sana kuweza kulizingatia, unless otherwise, enjoy your returns. Uh, bonds ndio uh, safest place to invest.